Wachezaji wa Simba kwa majina na pengine wasifu wa mchezaji mmoja mmoja, unaona kwamba ni jukumu tu la kocha Pantev yeye, eh, kukipanga kikosi ambacho kitakuwa ni kwa ajili ya kumpa matokeo chanya uh, kabisa. Unajua, wanasema ni rahisi sana kuipanga timu ambayo ina wachezaji wa kawaida ambao wanakaribiana, wana, wana ubora yaani ambao wako level ya kati tu, lakini ni ngumu sana kuwa na timu ambayo na wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana kwenye nafasi tofauti tofauti. Namna ya kupanga panahitaji mwalimu awe na uwezo mkubwa sana wa kusoma IQ za wachezaji, lakini pia kutambua ubora wa kila mchezaji na kujua mahitaji ya mchezaji kwenye mechi husika. Kuna baadhi ya mechi watu wanaona, sisi wenyewe tunaanza kusema, hii mechi angekuwa mchezaji fulani, hii mechi alikuwa anaimaliza. Kwa nini? Kwa sababu tunaamini ubora wake ungekuwepo kwenye kikosi ungesaidia kitu. Pantev amewekwa kwenye msitu ambao kuna kila aina ya silaha, niwe mwenyewe tu kuchagua ipi aitumie kwa wakati gani. Hmm, umezungumza vizuri hapo na sasa wewe hmm. Uh, kwa mfano kwenye kutokana na kile ambacho ni tulikitambulisha mwanzoni hapa, unaona kwa wachezaji hao ambao tumewataja, Pantev anapaswa kuingia namna gani kwenye mchezo unaofuata? Anapaswa, anapaswa kuendelea kusalia na msimamo wake kwenye michezo iliyopita, kwa kuendelea kutumia force number 9, au unaona kwamba kuna kila sababu kwenye mchezo unaokuja kutoka kuna mabadiliko, na kama mabadiliko yanatokea ni kwenye maeneo yapi? Ah, uh, lazima abadilike na kubadilika ni kuingia na mshambuliaji asili, si kutumia force number 9, japo inawezekana akatumia hivyo lakini akaja kubadilika. Changamoto inakuja pale unapobadilika utakuwa ni wakati gani na timu itakuwa kwenye wakati gani, kwa sababu mchezo uliopita alianza vizuri na force namba 9 ilikuwa tayari imeshamlipa kwenye kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili, hapo ndipo wanakuwa na mtihani mkubwa, kwa sababu inawezekana kwenye nyakati ambazo ungekuwa na huyo mshambuliaji asili, nafasi ambazo ulitengeneza, ingekuwa rahisi kupata matokeo, lakini kwa wakati ambao unakuwa umeshadi lei, inakuwa ngumu kwa upande wako. Mimi binafsi naweza nikasema kwenye mechi ambayo inafuata ni mechi ambayo ni muhimu sana, inatokea Simba kushinda, kama si kushinda, kuchukua hata alama moja ugenini, Simba inatosha. Kuingia na force namba 9 ni uongo, kwa sababu unaifanya timu uifunge icheze sana kwenye eneo lako, lakini ukiwa na mshambuliaji ni rahisi wewe kutengeneza nafasi na kuwa na uwanda mpana wa kutengeneza magoli. Lakini kwa kipa sasa, uh, kwa, kwa, kwa, kwa, kocha kama naamini timu yake icheze upande ambao kipa yupo ni ngumu, kwa sababu watakuwa wanashindwa kutengeneza nafasi. Lakini kama anaingia na ni namba tisa ambaye ni asili, ina maana anawafanya wachezaji ambao wanakopa uwanjani kila mmoja kutimiza wajibu wake wa kutengeneza nafasi, lakini pia kuisaidia timu kulinda pale ambapo takiwa ishinde. Kwenye mechi iliyopita, tuliona timu ilikuwa inacheza vizuri sana, timu ilitengeneza nafasi sana, lakini kungekuwepo na ongezeko la mshambuliaji ambaye kiasili ni mshambuliaji wa mwisho, kungekuwa na advantage kubwa zaidi, tofauti na kutumia na force number 9, ambapo tunajua mara nyingi yeye kucheza kwenye lile eneo ambalo mshambuliaji ndake acheze inakuwa ni ngumu kwa upande wake. na unapendekeza nani hivi sasa kwenye kwenye eneo hilo? Maana tuna wachezaji ambao wanaweza wakaanza kama hivyo, wengi wanamtaja Jonathan Soa, mwingine anaona bwana anaweza kaanza labda na Selman Mwalimu uh, lakini vile vile wengi wanamtaja Steven Dese Mukwala. Mimi ningeenda na na, na, na Soa kwa sababu ya timu ambayo wanaenda kukutana nayo, Stade Malien. Tuliona namna ambavyo alicheza na Esperance, ni miongoni mwa timu ambazo ni ngumu sana kwenye eneo la ulinzi unapokuwa unakutana na timu ambayo ni ngumu kwenye eneo la kuzuia, lazima upate uh, mshambuliaji ambaye kwanza atakuwa na vitu vingi sana vya kukuovu. Moja, ana uwezekano wa kutumia nafasi moja kama atapata mbili. Hilo amethibitisha uh, Soa wakati ambao huwa anapata nafasi. Ni miongoni mwa washambuliaji ambao ni mtulivu sana anapokuwa kwenye kumi na nane, lakini pia anajua ni maeneo gani ya kusimama. Kuna nyakati mshambuliaji anarahisisha mpira unapokuwa mguni kwa kiungo, yani yeye anapokuwa kwenye eneo la la kushambulia kiungo hatumii akili sana kufikiri ni wapi kuweka mpira <tukata>